Uh, nilipata kuona tangazo kwenye grupu la WhatsApp kupitia magrupu ya madereva CHAWAMATA walitangaza nafasi mia moja. Mimi nikawa mmoja wapo wa kukimbilia fursa hiyo ya kupeleka maombi yangu ya kazi ya barua, nikafika pale nikapokelewa, na sikuwa mwanachama na sijawahi kujiunga na chama chochote. Kwa hiyo kuna zile tetesi wanasema CHAWAMATA wanatoa hela, ni uongo, mpenzi mtazamaji. Ili kuwa wa kwanza kupata matukio tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kama mshale unavyokuonyesha. Madereva mia wapata ajira kupitia chama cha CHAWAMATA na walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina, naitwa Mcharo Omar Asmani ni dereva wa magari makubwa, malori ya kwenda nje ya nchi na ndani ya nchi. Uh, nilipata kuona tangazo kwenye grupu la WhatsApp tia magrupu ya, ya madereva CHAWAMATA walitangaza nafasi mia moja za kazi ya Songea Nairobi, Songea Rwanda. Mimi nikawa mmoja wapo kukimbilia fursa hiyo ya kupeleka maombi yangu ya kazi ya barua, nikafika pale nikapokelewa, na sikuwa mwanachama na sijawahi kujiunga na chama chochote, ndo nikapokelewa nikapita katika usaili. Kwa hiyo kuna zile tetesi wanasema CHAWAMATA wanapopu, wanat, wanat, watu wanatoa hela ni uongo. Mimi sijatoa hata senti tano, nimepokewa CHAWAMATA, nimechukua kazi kwa ni miongoni wa madereva mia moja, tuko shimo la udongo. Kwa hiyo zile tetesi za kusema CHAWAMATA wanapokea hela, hapana, mimi sijakutana na hicho kitu cha zaidi. Ni kujiunga na chama tuweze kutetewa na chama tufanye kazi sisi madereva kwenye mwongozo uliokuwa sahihi. yeah, gari ziko kwenye hali gani? Uh, gari tumeenda kuzitoa bandarini, ni gari mpya Shakman mpya na matela yake kabisa za tipa, sio used, ni mpya kabisa, tumebandua maganda sisi wenyewe pia. kuna faida gani ya kuendesha gari hili? Uh, faida ya kuendesha gari mpya, unakuwa una changamoto ya polisi wala kitu chochote cha kukusumbua kwa gari labda itakorofisha itafanyaje, changamoto ndogo ndogo kutokana na gari mbovu zingine, na kwa hiyo hakuna. E, kwa majina naitwa Mkombozi Yahya Yazando. Mimi ni dereva wa magari makubwa au malori. Mimi sio mwanachama wa, wa chama cha CHAWAMATA, ila niliona tangazo niliona tangazo tu nimetupa kwenye grupu kabidi kufuatilia kufuatilia pale nikajieleza, nilivyojieleza akanambia haina tabu, wanapokea dereva wowote, awe mwanachama asiwe mwanachama, kwa sababu hii ni fursa kwa vijana wote ambao wako tayari, wako, wako tayari kwa ajili ya kufanya kazi au, au kuwa pamoja na chama cha CHAWAMATA hapa. E, kwa sasa hivi hapa tuko maeneo ya shimo udongo, kuna gari kama mia zimekuja na zote zilikuwa zinataka wafanyakazi. Kwa hiyo tulikuwa mchanganyiko ambao wapo wamejisajili CHAWAMATA na sisi ambao hatujajisajili CHAWAMATA. E, gari zimekuja, gari mpya, gari mpya, gari za kwa ajili ya kubebea makaa mawe, Songea, Nairobi, Songea, Rwanda. Nashukuru. <coughs> Wakezi, ni fursa, vijana wengi tupo, tupo, tupo mtaani, hatuna ajira. Hizi ni fursa kwa kijana wowote ambaye anajijua ni dereva wa malori makubwa anakaribishwa katika chama cha CHAWAMATA, mm. kwa majina anaitwa Haji Hamisi Njumela. Ehe, kwa, kwa kwa kiumri unaonekana ni bado mdogo, hebu tuambie una miaka mingapi? na miaka ishirini na sita. Ehe, unawezaje kupata hii kazi ya bioni? Ah uh, hii kazi nilipata ni pale ambapo ilitumwa tangazo kwenye mtandao nikaifikiria na lile tangazo lilikuwa linasema kuwa maombi yapitie kwenye kwenye taasisi ya CHAWAMATA, yaani barua zipitie kwenye ofisi ya CHAWAMATA. Nilivyosikia vile nikaandika barua, kaandika barua nikazifikisha kwenye ofisi ya CHAWAMATA. Na baada ya kuzipeleka pale nikapigiwa simu kwa ajili ya kwenda kwenye interview, mahojiano na kwa bahati nzuri, namshukuru Mungu, nika kwenye interview nikawa nimepita, na baada ya hapo nikawa nimefanikiwa kujiunga kwenye hiki chama cha CHAWAMATA. Hebu hebu tuambie ni shilingi ngapi umeweza kulipa ili kupata kazi, kazi? Mm -hmm. Kiukweli kusema kweli, Mungu akiwa anapita kuniona, sijatoa hata shilingi kumi mpaka ipata hii kazi. Hawaja niomba hata senti tano, CHAWAMATA. Kati ya madereva wangapi? Kati ya madereva mia, hatujaomba hmm chochote, yani hata senti tano hatujatoa, ila tu ni vigezo vyako ambavyo vitakufanya upate hii kazi na kujiunga kwenye CHAWAMATA. Kwa hiyo ni vigezo, sio hela Hawataki uh, hela hata senti tano. Unawaambiaje vijana wenzako ambao saizi wanataka kazi, labda wanafikiria kupaka watu wanachama cha CHAWAMATA watapata kazi au paka utoe hela. Hebu washauri. Na washauri madereva wazangu na vijana wenzangu, CHAWAMATA ni chama cha madereva ambacho chenyewe kinatetea haki za madereva na vile vile hawahitaji hata senti tano kwa ajili ya kukupatia wewe kazi ila ni ile vigezo vyako vikikizi basi unapata kazi ila hawataki hata senti tano yako. Naitwa Bilal uh, Omari Saidi. Mimi nilikuwepo nilikuwa nafanya kazi Dangote, na baada ya hapo mkataba wangu kule uliisha, nikawa nipo mjini hapa Dar es Salaam. Siku hiyo nikakaa na rafiki yangu akaniambia, bwana kuna kazi sehemu fulani, nikamwambia mi ni mwanachama hapo, lazima niende nikajue nini kinaendelea. Baada ya hapo nilisogea kwenye ofisi ya chama, nikapewa maelekezo na chama. Baada ya hapo nilikwenda kufanya hicho nilichoelekezwa na kurudi nyumbani, kutimiza yale niliambiwa, nikarudi tena na barua zangu, wadhamini na kila kitu, nikafikisha kwenye chama. Baada ya kufika kwenye chama zilipokelewa barua. Basi nikaambiwa nisubiri. Nipo subiri siku ya siku nikaitwa tena, fanya stahili tu, umefanya kazi wapi? umefanya kazi miaka mingapi? Nikaelezea. Basi baada ya hapo kaniambia basi, tuna shida na wewe. Mimi ushauri wangu kwa sasa hivi, kama ingekuwa inawezekana, kwanza madereva wote ilibidi tupitie kwenye chama. Tukipitia kwenye chama itakuwa vizuri, hata hii kazi yetu ya udereva itasaminika, kwa sababu tajiri anavyoleta gari kama hizi, anakwenda tu kwenye chama anaongea na chama, nataka madereva kumi. Kwa hiyo chama inajua sisi matatizo yetu na ueledi wetu inafahamu. Kwa hiyo ni rahisi sana kupata madereva bora kupitia chama kuliko ile ya kukaa mtaani ukaandika barua tu, ndio hivyo inakuja baadaye, mtu anakulazimisha utoe laki mbili laki tatu, lakini sio dereva bora anayetoa laki mbili laki tatu. Lakini chama kinafahamu kutokana mwanachama wote wa labda ilivyo chama chetu hiki Chawamata, anatoa pesa anatoa nani anatoa <coughs> anatoa hii nini, barua anapeleka pale, wanamsairi pale na barua yake. Baada ya siku, kukiwa na tajiri ameleta gari zake kama hivi, wanamwita, hamna shida yote. Kwa jina naitwa Abdul Ramadhani Jumanne, nilikuwa nafanya kazi kampuni ya Blue Star inayojishughulisha na usafirishaji wa mizigo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi. Ndiyo. Na na, kabla ya kupata kazi kupitia CHAWAMATA, ulikuwa mwanachama? Hapana, sikuwa mwanachama. Ulifahamu vipi CHAWAMATA? Ah. Kuifahamu CHAWAMATA, CHAWAMATA nilifahamu, niliona tangazo la kazi, baada ya kufuatilia niliona anwani ya kampuni, baadaye nikafuatilia ofisi CHAWAMATA, nikafika ofisini nikaelekezwa namna jinsi ya kuomba kazi kwenye hii kampuni. Aa, baada ya kufata utaratibu, baada ya kuona nina experience hiyo, baada kuona kwamba vigezo vyangu vinakidhi, basi wakaniambia nije na dokumenti zangu. Baada ya kuleta dokumenti wakaona kweli na uwezo wa kufanya kazi kwao, na CHAWAMATA ndo walionipokea na kunionyesha njia mpaka sasa hivi hapa nilipo. Aa, kwa mwonekano wako wa utanashati, watu wengi wanaweza wasiamini kwamba wewe ni dereva wa malori. Hebu tupe siri yako, kwa nini ni mtanashati alafu hivyo hivyo ni dereva wa lori pia? Shukran ndugu mwandishi, naweza nikasema udereva wa zamani na wa sasa hivi ni tofauti. Udereva wa sasa hivi tunaendesha, cha kwanza kabisa, tunaendesha gari mpya na gari ina uwezo wa kwenda umbali mrefu kilomita karibu mia saba pasipokuwa na tatizo lolote. Kwa hiyo naweza nikasema ni ni, ni, ni dereva yeye mwenyewe jinsi atakavyojiweka yeye kwenye kazi zake, lakini kiujumla dereva wa lori ah, cha kwanza kabisa ushauri wangu kwamba <clears throat> kwa sasa hivi udereva wa kisasa hivi ni tofauti. Dereva wa sasa hivi, ili upate kazi kwa uharaka, inatakiwa kwanza, cha kwanza kabisa, ukishajiona wewe ni dereva cha kwanza kabisa nitakuwa uende vyo vile vilivyoruhusiwa vya, vya kiudereva mfano NIT VETA. Baada ya kuapply sasa pale ku, ku, kupewa leseni kupewa cheti. Baada ya hapo sasa leseni yako kuhakikiwa, alafu then kwao, nafikiri kwamba utakapoenda kuomba kazi unaambatanisha vile vielelezo vyako na vigezo ulivyo navyo, mfano kama una cheti, una leseni, barua ya uhakiki, una ile Certificate of Service, tunaita barua ya, ya sehemu ulipotoka, kwamba kwamba umeachana vyema vizuri, umefanya kazi vizuri kule ulipotoka, mpaka pale unapoenda kuomba kazi, kwamba bana, mi nimetoka kampuni, mfano nimetoka Dangote Certificate of Service yangu ni hii hapa. Kwao hata kama wale mfano kama CHAWAMATA ulivyowapelekea ile Certificate of Service, wanaona e, kweli sahihi. Mimi bwana kiongozi, naitwa Miraji Mtambo Waziri. Hebu tuambie umewezaje kuipata kazi ya hii kampuni ya Beyond? Uh, kwanza mimi ni mwanachama wa CHAWAMATA na hii kazi imepitia kwenye chama cha CHAWAMATA. Kwa hiyo CHAWAMATA walitangazia wanachama wao ambao wana uhitaji wa kazi waende wakachukue maelekezo namna ya kuomba hii kazi. Ndio. Umeweza kutoa shilingi ngapi mpaka saizi kupata hii kazi? Mimi kwa kweli sijatoa pesa yoyote zaidi ya malipo yangu ya kila mwezi ya, ya wanachama wangu wa chama cha Wachawamata. Ah, mimi ushauri wangu nauelekeza hasa kwa matajiri, matajiri wapende kupata madereva walio na uhakika, madereva ambao ni bora, na Chawamata imelidhihirisha hilo, kwa sababu inaendeshwa na watu wenyewe, wana uzoefu wa kutosha kwenye tasnia hii ya udereva. Kwa hiyo dereva ambaye atatokea CHAWAMATA atakuwa ni dereva mwenye uweredi, dereva bora na dereva ambaye anaweza kufanya kazi yake kwa uhakika. Ndiyo, mpenzi mtazamaji, tunasema inahitaji zaidi ya miezi miwili ya kuelezea sifa na umaridadi wa uongozi wa chama cha CHAWAMATA. Tunasema mwisho wa kipindi hiki ni mwendelezo wa vipindi vingine.